Na huku hayo yakiarifiwa, hali imeendelea kusalia tete katika eneo la Angata Barikoi mpakani mwa eneo la Transmara kaunti ya Narok ambako watu watatu walipigwa risasi kwenye mvutano wa ardhi. Inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja ileo ameongoza maafisa usalama kuzuru eneo hilo, huku akiagiza kuhamishwa kwa maafisa wakuu waliokuwa wakihudumu katika eneo hilo. Na kama Chrispine Otieno anavyo anavyoarifu, Kanja amesema polisi aliyehusika na kufyatua risasi kuwaua watu hao a msalaba wake. Siku moja baada ya machafuko kukumba eneo la Angata Barikoi, kikosi cha usalama kikiongozwa na inspekta jenerali Douglas Kanja kilitua katika uwanja wa shule ya msingi ya Angata kwa lengo la kupata suluhu ya kudumu. wenyeji waliofika hapa kwa takriban saa moja wakisimamisha mkutano hadi pale mbunge wa Imurwa Dikir Johanna Ngeno atakapoonekana. Maafisa hao walilazimika kutuma ndege kwa kiongozi huyo ndio mkutano huo kuanza rasmi. Kanja ambaye aliambatana na mkuu wa idara ya DCI Mohamed Amin wakitoa nafasi kuwasikiliza wenyeji waliojawa na ghadhabu na maswali chungu nzima. naomba unisikiliza kwa makini Polisi Kenya mzima, alafu polisi ameua watu. Nimekuhesabia ya kwanza huko ndani, ya pili, alafu tena sita, imekuwa ni polisi ina uniform kama ya kwako na kaito. Inatengenezwaje kama nyinyi ni serikali mara mbili, okay? Inatengenezwa ya kwanza, alafu unaangalisha ingine ya pili okay. Viongozi wa Transmara waliohudhuria mkutano huo pia wakielezea ghadhabu yao na uhalisia wa mambo wakitaka mabadiliko ya mara moja kwa wakuu wa usalama eneo hilo. Nani aliwaambia nyinyi mtume askari kupiga sisi? County Commissioner was not aware of any operation here. County Commander was not aware of any operation here. How do you order an operation of that magnitude without even informing the county commander, risasi yenyewe. Kanja aliponyanyuka kuhutubia umma akisema uchunguzi wa kina tayari umeanzishwa kufuatia kisa hicho, akitaka kila mmoja kubeba msalaba wake. Polisi yoyote ambao ameoperate outside the law anabeba msalaba yake, tuko pamoja. Hayo yanajiri wakati ambapo barabara kadhaa zilisalia kufungwa eneo hilo kwa siku ya pili. Shule kadhaa za umma vilevile zikisalia mahame tangu vita kuzuka hapo jana, na mjapo hali ya utulivu umeanza kurejea katika eneo hili la Angata Barikoi, wenyeji wanasema kwamba watahakikisha kwamba wamebeba msalaba wao na kufunguliwa mashtaka kwa mujibu wa sheria. Chrispine Otieno, Runinga ya Citizen, eneo la Ang'ata Barikoi, Kaunti ya Narok.